Je, unajua kwa nini wakazi wa Kagera wananunua mafuta kwa bei ya juu zaidi kuliko maeneo mengine nchini? Kusitia shaka Nukta TV tupo kwa ajili ya kukujuza kwa nini Kagera wananunua mafuta kwa bei ya juu Kila mwanzoni mwa mwezi wakati Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji Tanzania Ewura inapotangaza bei mpya za mafuta ama kwa kupandisha au kushusha wakazi wa mkoa wa Kagera wao mara nyingi hujikuta wakitoboa wa zaidi mifuko yao kununua bidhaa hiyo. Hali hiyo hutokana na ukweli kwamba wakazi wa mkoa huo hususan maeneo ya Kyerwa, Muleba, Ngara na Katoro ndio wanunua mafuta kwa bei ya juu zaidi ukilinganisha na maeneo mengine nchini na kuongezea maumivu ya kiuchumi. Uchambuzi wa takwimu za bei ya mafuta uliofanywa na Nukta Habari kwa miaka mitatu iliyopita kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wamebaini kuwa wakazi hao hawajawahi kununua petroli chini ya shilingi elfu mbili mia tisa na dizeli chini ya shilingi elfu mbili mia saba themanini na mbili. Wakazi hao katika kipindi hicho cha miaka mitatu wamekuwa wakinunua petroli kwa wastani wa bei ya shilingi elfu tatu mia moja ishirini na nne kwa lita na shilingi elfu tatu na tisini na nne kwa dizel. Bei wanayonunua wakazi hao wa kazikazini magharibi mwa Tanzania ni ya juu zaidi kwa wastani wa asilimia nane ya bei ya petroli iliyotumika jijini Dar es Salaam katika kipindi hicho cha miaka mitatu. Hata katika mwaka mpya wa 2026 bado wakazi hao wameendelea kununua mafuta kwa bei ya juu, ikipelekea maumivu kwa watumiaji wa vyombo vya moto na huduma nyingine zinazotegemea mafuta hayo yakiwemo malori na bodaboda. Mathalani katika taarifa ya bei ya kikomo iliyotangazwa Januari 7 2026 na Ewura, wakazi wa Kyerwa Buberwa wananunua petroli kwa shilingi 3050 na, na dizeli kwa shilingi 2998. Biharamulo wa petroli wananunua kwa shilingi 2303, dizeli kwa shilingi 2950 na Karagwe wao wananua petroli kwa shilingi 3345, na, na diseli kwa shilingi 2993. Maeneo mengine ya mkoa huo ikiwemo Muleba wananua petroli kwa shilingi 3021 321, na diesel kwa shilingi 2969. Ngara, petroli wananua kwa shilingi 3016. Diesel wananunua kwa shilingi 2964, Misenyi petroli wananunua kwa shilingi 3037, diesel kwa shilingi 2985, na Katoro wamenunua petroli kwa shilingi 3038 na diesel kwa shilingi 2986. Pamoja na kupaha kwa bei katika mikoa hiyo, wakazi wa Dar es Salaam wananunua mafuta hayo kwa bei ya chini zaidi, ambapo kupitia bandari ya Dar es Salaam lita moja petroli inauzwa kwa shilingi 2778 na dizeli kwa shilingi 2726. Kupitia bandari ya Tanga petroli inauzwa kwa shilingi 2839 na dizeli inauzwa kwa shilingi 2787, huku mafuta yanayopitia bandari ya Mtwara yakiuzwa kwa shilingi 2870 wa petroli na shilingi 2818 wa diesel. Tofauti na mikoa mingine yenye auheni ya bei, mikoa ya kanda ya ziwa hasa Kagera ipo mbali na bandari ambazo hupokea shehena ya mafuta kutoka ng'ambo hivyo bei zake za rejareja reja huasiliwa na gharama za usafiri. Wafanyabiashara wa mafuta wana fursa ya kuchukua nishati hiyo kupitia bandari ya Dar es Salaam ama Tanga hata hivyo ripoti ya utendaji wa kiuchumi wa kanda inayotolewa na benki kuu ya Tanzania BOT inabainisha kuwa Kagera na mikoa mingine ya kanda ya ziwa huathiriwa na bei ya juu ya mafuta kutokana na sababu za kijiografia nikinukuu katika ripoti hiyo inaeleza kuwa hali hii imejitokeza kwa karibu kila mwaka jambo linalofanya kanda hiyo kuwa mfano halisi wa athari za kijiografia na miundombinu katika upangaji wa bei za mafuta nchini Tanzania Uchambuzi wetu pia umebaini ili mafuta hayo yafikie wakazi wa Kyerwa, ni lazima asafirishwe kwa kilomita 1460 au zaidi kwa usafiri wa ardhi na kutumia zaidi ya saa 26 ikiwa atasafirisha kutokea bandari ya Dar es Salaam. Hata kupitia bandari nyingine ikiwemo Tanga, umbali unaweza kupungua kidogo hadi kilomita 1366 ambazo ni sawa na saa 25 kwa usafiri wa ardhi. Mchambuzi wa masuala ya uchumi na fedha Po Chengula ameiambia Nukta Habari kuwa ongezeko la bei kwenye bidhaa za mafuta huathiri moja kwa moja gharama za maisha kwa wananchi wa kawaida na watumiaji wa vitu vinavyotumia mafuta kama magari na no, usafiri binafsi. Kama wao wana wananunua mafuta kwa bei ya juu kuliko wengine, ina maana hapo kuna kuna kitu tunaita transportation cost, ambayo inasababisha wao, wao mafuta yao ya bei kwao kwa sasa kama yanakuwa mafuta bei kwao ni kubwa, ina maana itaenda itawaathiri wale watumiaji wa, wa wa vitu vinavyotumia mafuta, na maana hapo tunazungumzia magari, usafiri binafsi na kadhalika. Ehe, kwa, kwa, kwa sababu mafuta yakipanda yanaenda anaathiri vitu vingi sana katika uchumi eneo husika, kwa sababu kama mafuta yakipanda, ina maana transportation costs zitakuwa e, kubwa maana mimi kama nilikuwa ninaweza nikapanda gari kwa shilingi mia tano kapanda kwa shilingi mia saba mi mtu ita wa kawaida ambayo itaenda itanipati moja kwa moja kwenye kipato changu. Mtu wa Dar es Salaam ambaye anatumia ee, anatumia kupanda gari shilingi mia tano, itakuwa atakuwa ana sevu kiasi fulani, tofauti na mtu wa Karagwe, kwao yeye imemwathiri ime, ime kwa sababu ile bei imekuwa kubwa. Kwa mujibu wa Chengula, mzigo mkubwa huangukia kwa mlaji wa mwisho, kwa sababu gharama zote humwachia yeye na siyo mfanyabiashara. mara mara nyingi inapopanda, anayeumia ni mtu wa mwisho, final consumer, tunasema yule ndo anaenda anaumia. Mfanya biashara yeye, hiyo haiwezi kumwathiri kwa sababu yeye anahamishia ile baadaye ni kwa mtu wa mwisho, kwa sababu yeye anaponunua kwa bei kubwa, yeye atamhamishia mtu wa mwisho hapo fursa sidhani kama anakuwa anapata moja kwa moja mtu wa mwisho, kwa sababu ni maumivu kimsingi. Kitu chochote kinachoondoa pesa yako mfukoni ina maana inakuwa sio fursa, inakuwa ni maumivu. Labda kwa mfanyabiashara, mfanyabiashara labda akitaka, labda aende mbali zaidi, labda aongeze kosti kwa kiasi kikubwa, lakini jua upande wa mafuta yanakuwa regulated na Ewura inakuambia wewe uuze kwa bei bei hi, hii. Kwa hiyo unakuwa una hata fursa ya kujiongeza kuuza kwa bei kubwa labda ambaye anaweza akanufaika ni yule mtu ambaye anafanya black market. Kuna wale watu ambao huwa wananunua mafuta labda wanaweka kwenye vidumu kwa sasa. Wewe ukienda kununua kwa ule wa vidumu anaweza kuwekea bei kubwa anayotaka. Sasa hiyo inakuwa iko katika mfumo wa nje, ndio inaweza ikawa fursa kwake, lakini katika mfumo wa, wa, wa, wa kisheria na utaratibu hakuna fursa, ni maumivu, kwa maoni yangu.